Tukiendelea kuangazia mzozo wa kivita kati ya Israeli na Irani, tunafahamishwa kwamba milipuko mikubwa ilisikika katika miji ikiwa ni pamoja na Tel Aviv na Jerusalem, huku makombora ya Irani yakidunguliwa na walinzi wa anga na kuangaza anga la usiku. Asubuhi ya leo Jumatatu, timu za uokoaji bado zinawatafuta watu ambao wanaweza kuwa chini ya vifusi vya jengo lililopigwa katikati mwa Israeli. Haifa kaskazini, nyumbani kwa bandari kuu na kiwanda cha kusafisha mafuta, pia kilipigwa. Jeshi la Israel limesema kuwa mashambulizi ya hivi punde zaidi dhidi ya Iran yalipiga kituo cha amri cha kikosi cha wasomi cha Quds katika mji mkuu wa Tehran, lakini mapigo ya hivi majuzi zaidi imevuka malengo ya nyuklia ya kijeshi kugonga majengo ya serikali na vifaa vya nishati katika kile kinachoonekana kuwa mkakati unaolenga serikali ya nchi hiyo maeneo ya makazi pia yameripotiwa kuathirika. Israeli imependekeza kuwa hii itakuwa kampeni ya muda mrefu, wakati Iran inasema ina haki ya kujilinda na kutokana na uchokozi na kwamba haitajadiliana chini ya mashambulizi. Mamlaka nchini Israeli zimesema takriban watu 19 wameuawa tangu Israeli ianze mashambulizi yake dhidi ya Iran, jambo ambalo liliibua majibu ya Iran. Nchini Iran Wizara ya Afya inasema zaidi ya watu 220 wameuawa na mashambulizi ya Israeli nchini humo tangu Ijumaa. Wakati huo huo, kikosi cha wazima moto wa Israeli wameripoti kuwa jengo la makazi lilipigwa katika pwani ya Mediterranean nchini humo. Vikosi vya utafutaji na uokoaji vya amri ya nyumbani vimetumwa kwa maeneo kadhaa yaliyoathiriwa nchini Israeli kufuatia shambulio la hivi punde kutoka Iran, jeshi lilisema katika taarifa muda mfupi baada ya kuambia umma kwamba wanaweza kuondoka kwenye makazi yaliyolindwa. Huduma za zimamoto wakati huo huo zilisema waokoaji walikuwa wakielekea kwenye jengo kwenye pwani ambalo lilipata pigo moja kwa moja. Shirika la kwanza la watu wajibu nchini Israeli Magen David Adom lilichapisha picha za timu zake zilizotumwa katika mji wa pwani wa Haifa, zikionyesha magari kadhaa yakiteketea kwa moto. Tuna jengo la makazi ambalo uso wake ulilipuliwa na mlipuko.